Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku, leo Jumatatu juma, juma la pili kipindi cha Pasaka. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 aya ya 23 hadi aya ya 31 na injili inatoka katika injili na mwinjili Yohane, sura ya tatu, aya ya kwanza hadi ya nane. Karibuni tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Yohane. Palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa u mwalimu umetoka kwa Mungu kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, Amin, amin nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu amin, amin, nakuambia mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa nilikwambia, hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo huvuma upendapo, na sauti yake waisikia lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa roho. Neno la Bwana. Sifa kwako eh, Kristo. Ndugu zangu katika Kristo, kutoka katika injili tuliyotoka kuisikia hivi punde tunakutana na Nikodemo, farisayo na kiongozi wa Wayahudi anayemjia Yesu usiku kuja kwake usiku kunawakilisha sio tu hofu yake, bali pia giza la kiroho alilokuwa nalo ndani yake. Alikuwa na shauku, lakini pia na mashaka. Alitafuta ukweli, lakini hakuwa na uhakika. Yesu anamtangazia moja kwa moja, amin amin, na kuambia mtu hawezi kuona ufalme wa Mungu bila kuzaliwa kutoka juu. Maneno haya ya kuzaliwa kutoka juu ama kuzaliwa mara ya pili yanamchanganya sana Nikodemo, ambaye anayachukulia kwa maana ya kimwili, yaani mtu mzee anawezaje kuzaliwa tena? Lakini Yesu anaeleza juu ya kuzaliwa kwa maji na roho, akimaanisha waziwazi sakramenti ya ubatizo, ambapo tunasafishwa kutoka dhambini, yaani dhambi ya asili na kupokea uzima wa kimungu ndani yetu. Ubatizo sio tu desturi ya kidini, bali pia ni kuumbwa upya kabisa kwa mwanadamu kuwa mshirika wa maisha ya kimungu. Yesu anaendelea kusema, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Maisha ya mwili peke yake hayawezi kutufikisha katika ufalme wa Mungu. Hivyo tunahitaji kubadilishwa kabisa na Roho Mtakatifu. Kazi ya Roho ni kama upepo, unasikika sauti yake lakini hujui unakotoka wala unapokwenda. Vivyo hivyo, kazi ya Roho ni asiri, haiwezi kudhibitiwa na mwanadamu, lakini ina nguvu kubwa na inaonekana katika matokeo yake. Mafundisho haya yanatufundisha kuwa wokovu si kitu tunachopata kwa juhudi na jitihada zetu wenyewe, bali ni zawadi tunayopokea kwa imani na neema ya roho Mtakatifu. Inatufundisha unyenyekevu wa kuacha kujitegemea na kujiweka wazi katika kazi ya Mungu ndani yetu. Hili linatupelekea kwenye tukio lenye nguvu katika somo la kwanza ambalo linatoka ya ya ya kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 aya ya 23 hadi aya ya 31. Baada ya Petro na Yohana kutiwa mbaroni na kutishiwa na viongozi wa kidini kwa kuhubiri kuhusu Yesu, wanarudi katika jumuiya ya waamini. Badala ya kujaa hofu, wanakusanyika pamoja katika sala ya pamoja. Wanamkiri Mungu kuwa Bwana mwenye enzi wakikiri kwamba yeye ndiye anayetawala mataifa pamoja na historia yote. Cha kushangaza hawamuombi Mungu awaondolee mateso au kuwaangamiza adui wao, bali wanaomba "Uwatilie nguvu watumishi wako waseme neno lako kwa ujasiri wote, na upate kuunyosha mkono wako kuponya ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu Kristo. Maombi hayo hayalengi usalama binafsi, bali kutimiza mapenzi ya Mungu. Mungu anajibu sala yao kwa kuonyesha nguvu, mahali walipokusanyika pakatikisika, nao wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakasema neno la Mungu kwa ujasiri, kama ilivyokuwa siku ya Pentekoste. Roho Mtakatifu anawajaza tena. Kwa hiyo, kuzaliwa kwa roho ama kuzaliwa katika roho si tukio la mara moja tu, bali ni mwendelezo wa maisha ya Kikristo. Kila tendo la uinjilishaji, kila ushuhuda wa kweli unatoka katika maisha hai ya roho ndani yetu. Kwa hiyo, Roho Mtakatifu hubadilisha hofu kuwa ujasiri, mgawanyiko kuwa umoja na udhaifu kuwa nguvu. Ujasiri wa mitume haukuwa kwa kutegemea uwezo wao binafsi bali ulikuwa ni matunda ya kuzaliwa na kuongozwa na Roho wa Mungu. Ndugu zangu katika Kristo, mwito ambao Yesu alimpa Nikodemo ni mwito unaotolewa kwetu pia siku hii ya leo. Tuzaliwe tena katika Roho. Tunaitwa kuacha kiburi chetu kutegemeza juhudi zetu na kuruhusu Roho Mtakatifu atufanye upya kwa sura ya Kristo. Kuwa Mkristo wa kweli si tu kufuata sheria pamoja na mapokeo ama desturi za kanisa, bali pia ni kuishi maisha yaliyojaa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ubatizo wetu ulikuwa mwanzo wa safari hii, lakini kila siku tunahitaji kuyuhisha maisha haya kupitia sala, sakramenti, kutii sauti ya Roho Mtakatifu tunayoisikia ndani yetu. Kama kanisa la mwanzo, tunaishi katika dunia ambapo mara nyingi inapinga Injili. Ni rahisi kuingiwa na hofu ama kutafuta faraja badala ya kuwa mashahidi wa kweli wa Kristo, lakini Roho Mtakatifu anatuita kuwa na ujasiri wa kimungu, na si kiburi, bali ni ujasiri wa kupenda, kusema ukweli na kuishi imani yetu kwa uaminifu. Tunapokumbana na upinzani ama changamoto katika kumshuhudia Kristo, tukumbuke hatuko peke yetu, bali Roho yule yule aliyewajaza mitume anataka pia kutujaza na sisi. Roho yule yule aliyemvuvia mvuviya Nikodemo kuelekea kwa Yesu anatuvuvia pia na sisi leo katika maisha mapya. Hivyo basi, ndugu zangu, katika kuendelea na tafakari yetu siku hii ya leo, maswali yafuatayo yatuongoze katika tafakari hii. Je, ninaruhusu Roho Mtakatifu kunifanya upya kila siku? Je, naishi kama mtu aliyekwisha zaliwa katika Roho? Je, naomba ujasiri wa kumshuhudia Kristo hata pale inapoonekana kuwa ni vigumu? Vivyo hivyo basi, leo tumwendee Bwana kama Nikodemu kwa unyenyekevu tukiomba kuzaliwa upya katika Roho Mtakatifu. Tuombe kama kanisa la mwanzo, kuwa kwa ajili ya ujasiri na kuwa mashahidi wa Yesu bila kuwa na hofu, na tuishi, na tuishi tuishi kila siku kama watu waliojazwa Roho Mtakatifu, tukionyesha kwa maisha yetu kwamba kweli tumefanya viumbe vipya ndani ya Kristo. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratelli Charles Michael Kaseka, wa shirika la Wamisionari wa, wa Damu Takatifu ya Yesu kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Gaspari, Kora Morogoro. Itukuzwe Damu ya Kristo.